Mimi nataka niwaelezee wananchi wa Mbeere North, serikali itatoa usalama wa kutosha kuhakikisha kwamba wewe na familia yako utaenda upige kura kwa amani, na urudi nyumbani, uendelee na shughuli zako. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kukulazimisha ati usiende kupiga kura kura ni hiari yako na ni haki yako. Haiwezi nunuliwa, haiwezi zuiwa ni haki yako ya kiumungu. Mungu ndiye amekupatia hiyo haki. I want to assure you there will be total and complete security across bare north on Thursday to make sure every young person, every old person, every man, every woman can go go to the polling station and vote peacefully and go back home. Na wale wamekuja hapa na vijana, sijui vijana mia mbili hapa wako na majembe na silaha, wacha tupimane nguvu yenu na nguvu ya serikali ya Kenya I dare you, I dare you. Kwa sababu mmekuja hapa na mnafikiri mtaleta fujo ndio wananchi waogope kwenda kwa kupiga kura haki yao. Mujaribu Thursday, kabla ya saa kumi na mbili tutakuwa tumemalizana na nyinyi, kwa sababu mnapimana nguvu na serikali ya Kenya, ama namna gani? Jameni, si serikali ni ya kulinda wananchi, si kulinda wananchi dhidi ku ya wakora hawa. Wakora wajaribu Thursday, tuko chonjo, tuko macho. Na mimi naongea nikiwa naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya, niseme nisiseme. Every citizen will leave their home vote and go back peacefully. If you are men enough try that monkey business, tamalizana na nyinyi beni huko. Nakuja kututisha hapa nyumbani kama nini? Siko serikali Kenya hii. Kama mko na nguvu kuliko serikali ya Kenya, mujaribu Thursday. Wewe ulikuwa mtu mkubwa serikalini safari ile, ulikuwa mtu mkubwa serikalini ulipata bahati ukakuwa deputy president baada ya kuleta maandamano kwa chama chetu cha UDA, wakati ilisemekana wewe hautoshi mboga, ikasemekana uwezi kuwa naibu wa rais, ukatufanyia maandamano na kwa sababu sisi ni watu ya amani, tukasema kwa sababu tunataka serikali tushinde, hatutaki kuvurugana, sisi tukakuachia kiti, ukakuwa deputy rais. Hiyo miaka miwili haujawahi kukanyanga mbele north ukiwa na kirauni haujawahi kukutafutia hata barabara, haujawahi kututafutia maji, haujawahi kututafutia stima, haujajenga hata shule moja, haujajenga hata kanisa moja. Saa ile umefukuzwa kwa sababu ya kimbelembele, kwa sababu ya kiherehere, saa hii ndio unakuja kutuita andoitu. Ulikuwa wapi siku ile? Ulikuwa kwa kiti la ungetumia hiyo kirauni kusaidia watu ya mbele no. Sasa umekuja hapa, unaingia kicheni ya kina mama. Unakuja hapa ununui hata wananchi au wanunuli chai, ati unawaambia hauna pesa. Sema wewe ni mchoyo. Hakuna mtu ana pesa ambaye amefanya kazi, amepata elimu ume, Mungu amekubariki, badala ya kununua chai kwa majirani wako unawaambia hauna pesa, ati wewe kazi yako ni kunywa chai ya kina mama na unatoka bure. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nisiseme niseme nisiseme? si mimi nimekunywa chai hapa kwa huyu mama anaitwa Virginia Mukami, huyu mama Gloria, si nimekunywa chai hapo? si nimelipa? nimelipia wale wengine pia. We unakunywa chai unatoka, alafu nasema una pesa. There is a reason kwa sababu mimi nimekuwa hapa kwa muda na nimemsikiza huyu Leonard wa Mudhende akiongea. Wakati Leonard wa Mudhende anaongea na wananchi, mimi nikisikiza, haongei mambo ya fitina, aongei mambo ya kisirani, aongei mambo ya kuchemsha wananchi na mambo ya bure na mambo ya vita. Anaongea ile maono anaona itasongesha mbele north isonge mbele mahali Lokwa alikuwa ameachia tema. Mimi nimesikia huyu Wamuhende akiongea kila wakati, anasema mambo ya basari, watoto wetu wasome. Lakini nimesikia wale wanashindana na Wamuhende, nimewasikiza wakiongea vile vile, na mimi nimesikia wale ambao wanashindana na Wamuhende wakisema wakipita kitu ya kwanza kuondoa itakuwa ni basari. Wanasema ati basari ni kidogo, haitoshi, wacha iondolewe. Naye wamudhendi anasema inawezekana watoto wote wapate basari, na atatumia CDF, pesa ya CDF kuhakikisha hakuna mtoto amekosa basari. Na amesema vilevile hata vile CDF isipotosha ako na marafiki wengi watamsaidia Ndiyo, anzishe special Bursary fund ya watoto wote wa Berenor, kila mtoto wa Bereor no asome. Baada ya Thursday, tutabaki tukiwa jamii moja, tutabaki tukiwa ndugu na dada. Wewe mtu ya mitego, wewe mtu ya kisirani, wacha kuleta mambo ya kuchafua wananchi hapa na kupiganisha wananchi. Sisi tumeshaamua bunge wetu nuleo wanani Ati leo wa nani, barabara ziendelee zisiendelee? Si wewe nani? wewe nani? wewe nani? Wachana na mimi bwana, hautawezana na mimi. Wachana na mimi, mimi nitakuaibisha, mimi nitakuaibisha. Wachana na mimi. Aende asiende, aende asiende, wacha nione. Wala nasema da, da, da, da, da, da, da. Kiwaangalia hivi, you have already made the decision. Ni kweli si kweli? Yaani mumeamua, mumesema, mumesema ni leo. Mumesema leo ni leo. Mumesema leo ni leo, huyu leo, huyu leo ndiye mbunge wetu wa tareki 27. Huyu ndiyo mbunge wetu. Huyu wa mudhende. Mudhende ni fire si fire? Mudhende ni noma si noma? Kya uma, kya uma, kya uma. Wacha nione mboni haina moko maraba kuga wa mudhende, wa mudhende, wa mudhende, wa mudhende, wa mudhende, wa mudhende, yani wa mudhende. Yani mbunge. Wacha nione tuta mea wakaba na <laughs> Iba, iba, iba. Hey, DJ. Asanti sasa nitaita seneta wa Nyeri. Inua kambiza wapi mikono ya William Samuel Ruto? Hey, hey. Aya. Wapi fotam ya Kindiki? Tika mwone tu, fotam, fotam, fotam ya Kindiki. Na tutam ya Ruto, tutam, tutam, tutam, tutam, kila mtu tutam. Haya. Wapi nduru ya Kidhule Kindiki?